Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la. Alhamdulillah, namshukuru Allah kwa kutujalia kuiona hii siku ya leo na kutujalia kwamba kuwa ni miongoni mwa mahajat watarajiwa inshallah. Tunamwomba Allah atufanyie tufanyiwopesi katika safari yetu, lakini nilikuwa na wito kwa Waislamu wenzangu kuhusiana na suala zima hili la ibada ya hija. Kwa mujibu tulivyosikia idadi ya watu ambao wanakwenda, kwa Zanzibar na upande wa Dar es Salaam idadi ni ndogo sana, lakini nawasisitiza Waislamu wenzangu kuongezeka inshallah, wa mwakani watu wajiandae, na vijana wajiandae zaidi, kwa sababu ibada hii kama tunavyojua, si kama inahitaji mali tu, bali inahitaji na nguvu. Kwa hiyo nawasihi Waislamu wenzangu kujiandaa na kutiania ya swala zima la hija katika kipindi ambacho uko kijana bado una nguvu, so useme unasubiri mpaka ustaafu ndo uenda ibada ya hija. Alhamdulillahi, pia leo katika mawasilisho ambayo yaliwasilishwa kwa Mheshimiwa Rais kwamba ombi letu kwamba wafanyakazi wote wa, wafanya wa serikali waweze kwenda hija kwa kukatwa malipo yao ama mishahara yao kidogo kidogo. Kwa hiyo tunatarajia Mheshimiwa Rais pamoja na jopo lake zima hili ombi atalikubali, kwa ajili ya wananchi wake, ili kufanya wepesi wananchi kwenda kufanya ibada ya hija wakati wana nguvu zao, kabla ya kufikia umri wa kustaafu. Na mpaka hapa nasema, namwomba Allah subhanahu wa taala tuwafikishe mimi na wewe ambao umetia nia kwenda hija, na tutakubalia ibada zetu, na wale ambao wametia nia kwa ajili ya mwakani, Allah wawafikishe. Shukran wa jazakumullahu kheri. labbaik allahumma labbaik